Kuanguka mrina haogopi nyuki. Marehemu mamangu alizoea kutuambia kuwa nguvu azimwishi mwanadamu wala azipotei bure, kumalizwa tu na mabuu. Mwanangu, usifanye hofu, nikujuavyo mimi, huku ingia katika bahari si yako, wala hakuna refu lisilokuwa na ncha. Yote yana kikomo. Eti ipo siku haya yote yatapita. Mkulima hodari libasi yake huwa imechakaa na kuchoka, lakini moyoni anabaki safi kama theluji, wa kutosheka na tija ya sulubu zake. Uwezi kumlinganisha na mkulima wangu safi, zilizopigwa pasi zikanyooka Swali so la A, yaweke maneno haya katika muktadha wake. Dondoa ni kurasa 18. Tusome sote tujikumbushe, mwanangu usifanye kushha

wanawake watakao watoto lakini wakakosa kubarikiwa. Watoto ni baraka, shukuru katiote na mtoka nyema. Silie mama, shukuru kimya. Mimi nilitaka watoto, lakini kwa siku nyingi haikuwezekana. Mungu alikuajiu maombi yangu na kuifungulia milango ya ei. Nilifanya uso wangu kung'aa kwa furaha, nikijihisi kama mtu aliyeingia katika likizo ya furi. Lakini mama baba je, alifurahi sana kweli? Vizuri. Msemewa ni Neema. Mahali ni nyumbani kwa Neema jijini, nyumbani kwa Neema jijini. Na kini au kichochea cha kauli ni anamshauri asife moyo kushughulikia familia yake. Kwa hivyo Sara anamshauri Neema asife moyo kushughulikia familia. Ba, fafanua sifa moja ya mnenaji inayojitokeza katika dondoo hili. Mshauri. Hapa tunaona Sara akiwa mshauri, anamshauri Neema asichoke kuitunza familia, asichoke kuitunza familia. Swali la cha. Fafanua mbinu zilizotumika hapa. Kwanza, kuna methali. Methali ya kwanza pale ni mrina haogopi nyuki. Ile metali mrina haogopi nyuki. Kuna mbinu ya jeshi, ukipenda ite kisegere nyuma, pale ambapo tunarudishwa nyuma na mwandishi ili tujue kwa nini hali ilivyo sasa. Kwa hivyo kisegere nyuma, marehemu mamangu alizoea kutuambia nguvu azimushi binadamu. Kwa hivyo nyuma, kutueleza mamake alikuwa anasema nini. Pia pale kuna ishara, ishara pia tunaziita tashira bahari, bahari. Kuna nidaa, nidaa unaiona pale eti, eti. Kuna taswira oni Taswira oni, libasi yake huwa imechakaa na kuchoka. Libasi yake huwa imechakaa na kuchoka. Kuna tashihisi, tashihisi au uhaishaji ni kule kuvipa vitu visivyokuwa na uhai sifa za binadamu. Libasi yake imechakaa na kuchoka. Kwa hivyo libasi ni nguo. Nguo haziwezi kuchoka kama binadamu. Kuna tashihisi. Ni kwa sababu unafananisha kutumia viunganishi, safi kama theluji. Safi kama theluji, kuna tanakuzi. Libasi iliyochakaa na pia kuna nguo safi zilizopigwa pasi zikanyoka. Kwa hivyo hili limechakaa lakini nguo ni safi. Da, onyesha kuwa msemewa hakuingia bahari ambayo si yake. Msemewa ni Neema, yani, hakuingia kwa jambo ambalo haliwezi. Yani, hakuingia katika ndoa ambayo haiwezi. Kwa hivyo hapa unapaswa kuonyesha jinsi ambavyo Neema amepambana na matatizo. Amepambana jinsi ambavyo amesuluhisha kwa sababu anaweza. Hakuingia bahari ambayo si yake. Kwanza anafanya kazi ya kuuza kompyuta mjini, anafanya kazi ya kuuza kompyuta mjini, anawajengea wazazi wake nyumba. Tunaona anaelimisha Azna hadi chuo kikuu. Anaajiria wazazi wake wafanye kazi. Anapeleka Sara hospitalini na kumrudisha nyumbani. Na tunaona anadumisha ndoa yake na Bubu. Tuzungumzie dondoo nyingine, tumeshawizungumzia hili lakini turudie maswali tofauti. Eti alama. My foot. Eti ameshuka nafasi darasani lakini akapandisha alama. <laughs> Eleza maudhui yanayojitokeza katika dondoo hili. Dondoo ni ukurasa ishirini na sita. Tusome ukurasa huo. Ana alama zuri aiamani mwingine, lakini nafasi alama Alama ndizo muhimu. Afadhali amepunguza alama akapanda nafasi darasani. Lakini anamkatiza. Hamna cha lakini. Nimechoshwa na hizo ajili za alama kupanda. Sizidi tena mimi. Wewe utaki kuona kama mwanao anazidi kupotea na wewe. Kila mtu alizungumzia hili na kuja na ajili za alama. Eti potele pote. Huyu sasa anachukua ngumu kwa kufua. Wala mgoni kwa mtende umeingia mchanga. Kwanza kwa bale. Mimi ninaona mtoto anajitahidi kwa kuweka alama japo kwa ajili ya kushika nafasi nzuri kama awali. Juu ya yote, mtoto anaendesha mambo yake kwa ukuna wa dada. Mara sisi tunajaribu wa na kwa kwa kwa kiasi vizuri hivyo katika buju Buju, neema Neema, mahali ni ni ni ni nyumbani kwa Neema, jijini kisha samani au kichocheo cha kauli. Walikuwa wanazungumzia elimu elimu, ma, matokeo ya masomo ya ya masomo. Nani swali swali la la a, eleza maudhui yanayojitokeza katika dondoo hili za nenaji, za mfano, pale useme darasani lakini akapandisha alama. Jadili sifa sifa tano. Kwanza ni msiri, ana madeni mengi lakini ameyazika moyoni. Anavaa vizuri, au pia ndio mfano, anavaa vizuri na kujivisha tabasamu. Ila ndani ana viraka na huzuni tele. Tunasema ni msiri, ana madeni mengi lakini ameyazika moyoni. Anavaa vizuri na kujivisha tabasamu, ila ndani ana viraka na huzuni tele. Pili ni mwenye bidii. Huyu ni mwenye bidii au unaweza kusema eh, ni mwenye bidii. Anaamka asubuhi kuwahi kazi. Anaamka asubuhi kuwahi kazi. Tatu, Buju ni mwenye hamaki. Buju ni mwenye hamaki. Kwa sababu anakasirika Neema anapomwambia Lemi ameshuka nafasi darasani lakini akapandisha alama. Kwa hivyo ni mwenye hamaki. Anakasirika Neema anapomwambia Lemi ameshuka nafasi darasani na lakini akapandisha alama. Nne, ni aliyetamauka wa kutupwa mchele ulioingia mchanga. Tano, Buju ni mwajibikaji yani, au amewajibika kununulia familia chakula, mavazi na uelimisha Lemi na Mina. Unaweza kusema pia ni mwenye kuwajibika. Ununulia familia chakula, mavazi na uelimisha Lemi na Neema. Swali la cha tathmini, umuhimu wa mnenaji katika tamthilia. Kwa hivyo, umuhimu wa Buju na tulikuwa tumeyazungumzia. Kwa hivyo, narudia tu unaweza kusikiliza. Amejenga maudhui ya bidii, anaamka asubuhi kwa kazi, anajenga maudhui ya ndoa na malezi kushirikiana na Lemi na Neema. Ni kielelezo cha wanaume wanaowajibikia familia zao. Tunaona ananunulia familia chakula na mavazi. Ni kielelezo cha watu wenye moyo wa kusaidia wengine. Anashirikiana na mkeo kujengea wazazi wa Neema nyumba, anampiga jeki matibabu ya Sara na anagharamia masomo ya Salome hadi chuoni pia anajenga maudhui ya mila, anaambia Neema awezi akakaa na wazazi wake nyumba moja itakuwa laana. Anajenga maudhui ya uadilifu anapompeleka Neema hospitalini na kugharamia matibabu yake. Amejenga mtiririko wa vituko vya tamthilia anapozungumza na Neema nyumbani. Kwa hivyo amejenga ploti anapozungumza na Neema nyumbani na pia amesaidia kuelewa sifa za Neema kama msumbufu, yani, nashudukizia zile sifa za Neema kama msumbufu. Dondoo, maumbile hayo sawa na vidole hayafanani. Sawa na watoto wachezao bembea. Samahani, sawa na watoto wachezeao bembea. Tumecheza na tungali tunacheza sehemu yetu kwa zamu haidhuru iwe ni akamba au ya chuma. Muhimu ni kwamba tumeshirikiana kusukuma kwenye bembea yetu ya maisha. Maumbile hayo sawa na vidole, hayafanani. Muktadha. Nilijua kuwa watoto si mbwa za kuchukua. Nilibidi nitoe namba ya kuishi na, na mdogo wangu. Mpaka ikafikia kumtishana mzao kuhusu ile ambayo habari karibu nipoteze. Nimeshawa kwa mama. Wana sasa ulivyo. Kumbuka alitoeleza daktari. Tatizo lako la moyo umesababishwa na huruma hizo. Kelele za kwa siku. Wakati mwingine matusi na kusimangwa na maji ya mpozi ni ngumu sana, ni kama na ngozi. Sasa ana hali yako mama. Anatokwa na machozi. Usilie mwanangu. Ndio ilivyoandikwa. Usinipata huko na mimi mgenila mimi. Sasa tunashukuru, maana tumeanza maji ya giza na kuingia kwenye maji ya busi.

hayafanani sawa na watoto wachezao bembea. Tunaicheza na mbali, tunaicheza sehemu yetu kwa sababu haiduru hiyo ya kamba au chuma. Muhimu ni kwamba tumeshirikiana kusumana kwenye bembea yetu ya maisha. Huko wakati inakuwa raha tele na huko wakati inakatika na kutumbwa. Hiyo ndiyo raha hasa ya maisha. Ni sawa na chombo kinachomenana na mawimbi katika bahari. Ukipanda kuwa macho katika safari, lakini nazo mahuga ziko tu juu kukosesha raha. Kwa hivyo, mandhari ni nani? Ni Sara, sindio? Msemaji, msemaji ni Sara. Msemewa ni Neema. Mandhari ni wapi? Nyumbani kwa Neema mjini. Kichocheo cha kauli walikuwa wanazungumzia ugonjwa, ugonjwa. So wa oh, wali, wali wali ugonjwa. Ugonjwa wa nani? wa wa wa wa Sara Sara Sara Sara yale matatizo yamepata katika ndoa ndoa, si ndio? ule ugonjwa ugonjwa ugonjwa. Swali la a fafanua jinsi dondoo hili walivyocheza yao yao yao na na na na hapo kwenye Neema kwa kwa hivyo hivyo hivyo, hao walicheza vipi vipi? Yani, walishughulikia maisha kwanza, alikuwa alikuwa afya afya, hata ikaingia kumpiga kumpiga, anamsababishia nini? Alafu akaanza akapata moyo, wanakaa muda mrefu bila kujaliwa, wana wanasema na kusimangwa heri inawajia wanapojaliwa Neema, Azna na Salome. Upo wakati ambapo Sara na Yona wanakuwa wafanyikazi wa nyumbani, wakati mwingine wanakosa kuwa nao, inabidi wajifanyie kazi za nini, za nyumbani. Angalia vile maisha yanakuwa mazuri, kisha kwa mmoja anapata nini, changamoto. Hizo ndio tunapaswa kuandika. Sara na Yona wanasemwa kwa kukosa mrithi, Neema anafidia pengo hilo kwa kusimamia mji wa Yona vizuri. Zamani watoto wa kike kama Sara hawakuruhusiwa kwenda shule, siku hizi wasichana kama Neema wanaenda. Sara anapougua anashindwa kupika, Dina anakuja kumsaidia kupika. Huduma katika hospitali za kijijini ni si nzuri, wodi zinanuka dawa Zile hospitali mjini alipolazwa Sara ni murwa, wahudumu ni wazuri, madaktari wameka, wameka, makinika, shiti ni safi, magondoro ni mazuri. Watoto wa zamani walielewa vizuri Neema. Zamani safari za jiji kuu zilibugudhi, zilibugudhi, zilibugudhi, barabara mbovu, haraka.